Hapa Sabasaba kwenye maonyesho, nimeona mambo mengi ambayo ni fursa kwa maendeleo na ustawi wa jamii. Kwanza, dira nzima ya SIDO ni kuwezesha ukuaji wa viwanda vidogo vidogo, lakini viwanda vidogo vidogo hivi vinaweza vikawa vitokanavyo na malighafi mbalimbali. Nimeona hapa viwanda vitokanavyo na maligafi ya, ya pamba ambayo ni nguo mbalimbali mbali, urembo mbalimbali mbali. Nimeona viwanda hapa ambapo vinaweza kutunza maji matumizi yakawa mazuri, tukaacha kupoteza maji. Lakini nimeona viwanda mbalimbali vya bidhaa zingine za miti mimea, pamoja na kila aina ya bidhaa, ya bidhaa alilimradi maligafi yake inaweza kutumika kwenye viwanda. Lakini kilichonifurahisha kwa hapa SIDO si kwamba tu wanawezesha wanawezesha ile bidhaa iweze kupanda thamani yake, iwe na ubora hadi kufikia ubora wa kimataifa, na iweze kuwa sio tu ubora wa bei, lakini ubora wa kudumu, ili viambata vya ile bidhaa visipotee haraka. Lakini kama vile haitoshi, watakufundisha teknolojia gani utumie kuifanya ile bidhaa yako iweze kuwa na thamani ya kuishi muda mrefu, na iweze kuwa na thamani ya ubora mwingine utakuwa kupatia bei nzuri, lakini watu hawa wanawezesha kukupatia masoko. Ile bidhaa yako uende ukaiuze wapi, hiyo ni kazi yao. Lakini kama haitoshi, wanakuwezesha kupata mikopo hiyo shughuli unataka kuifanya dhidi ya bidhaa hiyo unaoitengeneza kwa teknolojia ile ambayo wamekuwezesha pia, uende ukaiuze wapi. Kwa hiyo naweza nikasema hii uh, SIDO ni, ni, ni, ni fursa kwa Watanzania wengi ambao wanataka kuongeza kipato, wanataka kujiendeleza. Nitoe wito kwa vijana mbalimbali. Nimekuwa nikipata simu nyingi, meseji nyingi, mimi sina kazi, nimeachwa kwenye ajira. Na mimi nawatia moyo kweli, huenda uwezo wetu wa kuajiri kama serikali umeishia hapo, lakini hebu tufunguke upande wa pili, tuangalie serikali hii hii kama zilivyo serikali zingine, Rais Samia Suluhu Hasani ameweka fursa zipi za mtu huyu ambaye ameelimika kuweza kuendelea kiuchumi na akaendelea kwenye maisha yake. Nimegundua na tumeongea kuanzia kule benki ya Azania, tumeongea kuanzia kule kwenye banda la kilimo, tumekuja hapa na SIDO. Labda tuje na mkakati mwingine mpya wa kushirikiana na wizara yangu ya maendeleo ya jamii kuelimisha watanzania walioko kule, wazione hizi fursa, kwa sababu inashangaza kidogo tunaambiwa uwezo wa kutafutiwa masoko upo, uwezo wa kukopeshwa fedha upo, uwezo wa kuwezeshwa utaalamu wa kufanya jambo hilo upo. Tuna watanzania wanayo mawazo, lakini hawana kipato. Hapa kuna mparaganyiko wa mfumo mzima wa upeanaji taarifa na uwezeshaji huo, tunakwenda kuusuka ili hizi fursa ambazo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameziachiria kwenye nchi yetu zikasikike kwenye kila sikio la kila Mtanzania, ibaki yeye tu kuamua, tumwambie masoko utawezeshwa, teknolojia utawezeshwa, ujuzi utawezeshwa, halafu fursa ziko kwako hapo, malighafi unayo, unashindwa kutoka, basi labda wewe unaweza kuwa ni mvivu tu. Lakini kabla hatujasema ni wavivu, lazima tukubaliane kwamba hawana taarifa, na kazi ya wizara yangu ni kuungana na wizara nyingine kuwafikishia hizi taarifa vijana wetu Enyewe mimi ni waziri lakini nahitaji fursa za kuendelea. Hii ni kazi yenye dhamana, lakini mwisho wa siku nitafanya nini? Nimejifunza jambo, kwa hiyo sitajifunza peke yangu, naenda kujifunza na Watanzania kupitia wizara yangu ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, ambayo yana wajane wa, yana wazee, yana watoto na wamachinga.